Habari. Sasa leo nataka kuongea na wewe mwanamke ambaye unanisikiliza. Uh, ningependa uweze kusikiliza ujumbe huu mpaka mwisho, na mwisho pale pana pointi muhimu sana ambayo utakui kuikosa kusikiliza. Inawezekana umekuwa ni mwanamke ambaye unapata maumivu makali sana ya tumbo. Inawezekana umekuwa ni mwanamke ambaye unapitia maumivu makali sana ya nyonga. Lakini pia inawezekana umekuwa ni mwanamke ambaye unapata maumivu makali sana wakati wa kushiriki tendo la ndoa, kiasi kwamba haupati raha yoyote ile na hauhisi chochote kile, zaidi ni maumivu makali tu. Na inawezekana pia umekuwa ni mwanamke ambaye unapitia maumivu makali sana wakati wa hedhi, kiasi kwamba kila unapokuwa unaingia periodi, unaoandaa mwili wako ukijua kabisa anaenda kupata maumivu makali lakini pia inawezekana ni mwanamke ambaye umekuwa ukipitia maumivu makali sana ya mgongo wa chini. Inawezekana umekuwa ni mwanamke ambaye, au umekuwa ukipata maumivu uh, makali sana wakati wa ukojoa. Lakini pia huenda umekuwa ni mwanamke ambaye unapata maumivu ya kudumu sana chini ya kitovu na umehangaika sana kuweza kutafuta matibabu pasipo matokeo. Sasa jambo ambalo nataka niweze kukwambia kama umekuwa ni mtu ambaye kaweza umeweza kupitia maumivu hayo, basi ni dhahiri kabisa una changamoto ya PID ama PID sugu. Sasa PID ni nini? Sasa PID ni maambukizi ya njia ya uzazi ya mwanamke, na mara nyingi maambukizi haya huwa yanagusa sana mirija ya uzazi na ovari. Ikiwa kama hautaweza kupata matibabu mapema sana, basi tegemea kupata uh, madhara makubwa sana uh, kama ugumba au mimba kutunga nje ya kizazi ectopic pregnancy na maumivu ya kudumu ya nyonga. Lakini pia uh, mimba kuweza kuharibika mara kwa mara. Lakini kama tatizo hili litakuwa limedumu kwa muda mrefu sana kwenye afya yako, basi tegemea kuwa pia litaenda kuathiri mfumo wako wa homoni na ukajikuta ni mwanamke ambaye uh, hauna tarehe maalum ya period lakini pia ukajikuta ni mtu ambao unatokwa na damu nyingi sana wakati wa period, na kama utaweza kufikia kwenye hii hatua, basi utakuwa kwenye hatari zaidi ya uh, kuweza kupata uvimbe kwenye kizazi. Sasa ni nini cha kufanya? Nimekuandalia program maalum sana inayoitwa Fertility Two package ambayo imeweza kusaidia wanawake wengi sana kuweza kuondokana na hii changamoto ya PID na walio wengi wameweza kupata matokeo ambayo ni mazuri. Ningekushauri sana uwe uh, miongoni mwa wanawake ambao nitaweza kuwahudumia ndani ya huu mwezi ili waweze kunufaika na kurejesha tabasamu ambalo wamelipoteza kwa muda mrefu kwa kutumia Fertility tu package, maalum kwa changamoto sugu za uzazi kwa mwanamke asante.